Uko sawa? Uko sawa. Mimi nafuata sodo unapigania simu. Okay, ukimaliza tunaambia. Nishamaliza. Cool. Cool. Na kama mchezo nataocheza.

Rafiki yako na msevu baby. Yes, usinishike, niache. Atakupiga... atakupiga makofi. <sharp> Hey, what's up? It's your boy. Tiago aka G, aka Joromi aka mwanaume wa ndoto zenu. Karibu tena kwenye kipindi zungumza nasi hapa Horizon TV, kwenye mtandao wa Instagram natumia Tiago Joromi, share, comments. Ni comment mautamu, ni mauwezo niko na Mina ndo no, ah. Ah, ni jina langu ijua, ndo mnyamwezi iwezekani, ah, unaswela kuwauliza. Ndio, je mm -hmm. ni sahihi hmm. kushikiana simu mkiwa kwenye mahusiano? Uliza tena, ni sahihi kushikiana simu mkiwa kwenye mahusiano? Mimi naona, unaonaje? Hata alikuwa kwa upande wa, sio sahihi. Kwa nini sio sahihi? Ah, sasa wewe unachukua simu yangu aje? Tuko kwenye mahusiano, tuna share everything, hakuna cha kuficha baina yangu na wewe. Ah, kuna kuna vitu kwenye simu ni private. Mhm. Naelewa. Kuna mambo mle ya familia, kuna mambo... Familia yako ni familia yangu. Hata kama. Hata kama watu. Kuna mambo yetu ya urithi mle wao utaki kujua. Inabidi nijue. Kwa nini? tuko kwenye mahusiano maana yake umekubali tushie kila kitu mimi ndo wewe ndo mimi mini unajua nikwambia kitu hii simu uh -huh. ni kama vitunguu maji uh -huh. ni kama krimojene ukiishika itakutoa machozi niko tayari unajua nini hmm. Ninaona sio sahihi watu kuchukuliana simu changu, niambie kwa nini ni sahihi. Unajua kwa nini ni kama ni sahihi watu kushikiana simu kwenye mahusiano? Unajua watu wanaweza kwa amani tu, mna deti au jawai kuni kamata au jawai kufanya nini? Ah, ah, kama, kama nitashika nashika; kama nashika, kama simu yako namnukiacha simu unakuwa ushaga, nikamata simu nyingine mpaka uwe na mashaka kushika simu. Niwaambie wa... familia tambi, ukiona demu mm -hmm. anakaza, anakazana kazana kushika simu yako mm. mzungu alitengeneza na na simu a We, lakini nabidi yani, na yani saa, saa simu inasemea kamera alafu si eh na nabidi na mm. Wewe si ndo, mimi? Ah, ayo, ayo, ndo mimi ni nataka nakupa dakika tano mm. Unieleweshe kwa nini sahihi watu kushea simu kuchukulia na angalie dakika tano mkina chukua niwe ukijisikia mama au wenyewe, nasema sijui familia, sijui warafiki, sijui ni kitu gani chenye mko nacho private. Unajua sisi wanaume tunaongea mambo mengi sana. So, rafiki yangu anapenda na rafiki yako, rafiki yangu anafanya kazi yake, mambo ya ajabu anaitumia. Kwa mfano nyamwezi wangu jamaa wangu ana date na rafiki yako. Nataka kuna mambo yote tuliongea, labda alikuwa mambo mengine maana tabia za rafiki zako wote, o, kuna rafiki yako mwizi mwizi. Ili tuweke clear, simu ni kitu kiko private sana. Kwenye simu kuna mambo mengi, na usisi kama mtu akikuonyesha simu yake ndo amekamilika au ndo nini? Anaweza kaona huu mtu anataka simu, acha nimridishe kwenye simu, mambo yake akayaamisha simu nyingine, kwenye simu kaona. Ndo sasa uwezi jua hizo siri, wanaume tuna wanaume ni waongo, ofisi nziri gihumbi mm, unaelewa eh? kwa hiyo mi msoma wangu ko pale pale, sio sahihi kwenye mahusiano watu kuchukuliana simu, naali nalikazia Wanawake acheni kuchunguza simu zetu. napenda lakini, hapa sikia, niwaleshe vizuri. Mwanamke hmm. aruhusiwi kuchunguza simu ya mwanaume, simisi kusema kuchunguza, kushika Mw... ni hivi sasa, mwanamke hmm. aruhusiwi kushika simu ya mwanaume, ila mwanaume anaruhusiwa kushika simu ya mwanamke. napenda kujipa vipaumbele Unalikataa? Ukishikia ya kwangu na mimi nashikia yako. Hapana. Haiwezekani. Kwa nini haiwezekani? Mimi sio kushikia yako. Eh, kwa nini ushikia kwangu? Mimi sishikia kwako. Kwa imani, mimi ni mwanaume. Wewe ni mwanamke. Eh. Okay, kwa mfano wewe ni mke wangu. Hmm. Kwenye simu yangu natafuta nini? Mimi kama nilikuwa natafuta mke wa pili, wewe uko natafuta nini? Simu yangu nilikuwa natafuta kazi. Ah, sasa kuna tatizo mimi nikiona. Hamna tatizo. Kama uko unatafuta kazi, hamna tatizo. Lakini kama unatafuta mke wa pili utaanza kumtukana. Sitamtukana. Nani? Kwanza mke wa pili unamtafutaje? Wanamtafutaje mke wa pili? Mimi sizinga kubali. Mke wa pili aje. Aha, karaba. Wewe sio unabaini tafuta mke wa pili? Mhm. Wewe ni wangu au mpiki yangu? Nani sema? Mhm. Nani sema? Sitaki simu niambiaga. Umenidanganya. Hapa mimi sijakudanganya. Sasa. Mke wa pili wa kazi gani? Unajua wanawake ni watu wenye mko mko hivi Iwana hmm. wake nakana wa wakubali wanawake wako hivi, wana wana. mwanamke mtu mbaye kipenda amependa, mi nitalinyosha ah, wa mi niko mtu niko nasema na ukweli. Wanaume tunaongoza kwa, tu kwa bisanga, hilo silipingi, japokuwa sio wote tuko hivyo, na wanawake sio wote eti mko sahihi hmm. ah, ah wana mke. Sicheki ah, na tua tu. Tuko na wivu sana jamani wanawake mpunguzeni wivu. Wivu ni mbaya. Kwa sababu kama sawa na wanaume, wivu mko nao ni marasita yetu kwa mfano nikichukua simu yako. Ukichukua simu yangu una mambo ya ovyo. Kama si wewe, basi asilimia sabini au sitini. Wanawake ni mtu mwenye moyo wa kusamehe bila saa kutana na mwanaume, nichukue tu simu yako, ndani tu kuna mnyamuzi alikuita kama getoni, nikaenda ah, mimi tunamaliza. Kwa nini tunamaliza? sina kuomba msamaha sana, ulienda magetoni, magetoni Sinza nimeenda, sikufanya kitu, unaenda Kamenge, sijui uyenzi, sijui uyenzi, uyenzi yenye alifanyika huko, mimi najua Sindu tunaona pale kwenye maongezi, mi niko pale pale. Kwenye mahusiano hairuhusiwi kuchukuliana simu. Hapana mwanamke tu asichukue mwanaume, lakini mwanaume anaruhusiwa kuchukua mwanamke? si kwa wanaume, nisikize, iko hivi. Basi shan vizuri kwa sisi yote sawa, basi na mwanaume basi asishike mwanamke, lakini simu inavunja, unaona? asilimia as, as hamsini yamsikashika no, simu yako tina chunguza, nishike tu uishike, alafu naweza kuenda Snapchat nikajisnap asilimia mahusiano mengi mm. yanavunjika sababu ya simu. Simu kitu kibaya sana, na jama wangu, hatuwezi tukashia watsap, hatuwezi eh? tukatia watsap naskiliza hmm. hmm. hmm. kwanza chana hiyoiyo tatugumbanisha kuna jamangu moje hmm. tukatuko tumetulia sehemu tu fulani hivi, Wanyamwezi sa wakawa na jisnap hmm. na bebi wake ile wako na jisnap, pakaingia message weya naandika message ng sa bebi ingine alikuwa alimsave jina ikode. Ah, siwezi kuitoa siwezi kukwambia, ndakwambia ila meseji inaingia ni ya beby anatoka ah, nani. <coughs> Yani ule mtu anamwita jamaa wanguayteni mazara ya kushika simu

Ushashindwa kumsikia sehemu fulani, ushashindwa kumuona, utakuja kujitafuta pia kwenye simu siungoji ya kukute napenda no matatizo. Mahusiano mengi yanavunjika sababu ya simu. Acheni hizo simu, ukimwona mnyamwezi simu yake anaenda kuchotia nje, anaenda kupokelea nje, anakupenda taki akuumize, sawa. Ana na usishiki simu akiacha, usi simu. Okay, simu kuchaji usishiki

akumi tashika mwanaume naongea nini, ukiwa na rafiki muhuni? Unajua sisi wanaume ni tofauti na wanawake. Wanawake ni rahisi virorosheko, mtuagwa nagakuku. Mwanaume sio vyepesi, eti mwanaume mwenzake kumdanganya. Nene? Hmm. Mwanaume ni ngumu kudanganywa na mwanaume mwenzake, lakini mwanamke ni rahisi kudanganywa na wanawake wenzake. Naelewa asilimia ya wanaume wenye wanaweza kudanganywa na wanaume wenzao ni ndogo kuliko asilimia kubwa, ya wanawake wengi wamedanganywa na wanawake wenzao. So asababu mwanamke anaweza kuwa na mnyamwezi wake fresh, ametulia safi wenzake wakaja wakamdanganya, wakampapua. Ila mwanaume juu mwanaume wenzake aje kumdanganya tule dem ni hivi na hivi na hivi, sindo? Sasa nakwambia kwa sababu mko hivo ndo maana siwezi kuruhusu na wanawake utazungumza nao watabia mbovumbovu. Mimi ye nakuja kuangalia, utasikia shogangu kuna ki mnaoita ae vile papa hey, ki, kuna mbaba anamwaga, ila sisi ni mara kidogo. Sikia mnyamuzimu wenzako anakwambia eti mzee, kuna shuga mama. Yeye mwenyewe kwanza anamtaka. Lakini ana shuga mama. Kwa binafsi mna roho mbaya. Sio tuna roho mbaya ndugu, sio tu, ndo sisi. Anamtaki mwenzenu afanikiwe. Urafiki wetu ni ngumu kudanganyana, wanaona wana tudanganyanagi sana kama mu wanawake, nasema uongo sana Sa... mnapondana, mnafanya nini? unalijua hilo lasi wanaume vema, hatuna mambo mengi siu kizingua, tunakutia hapa mnyama, hapo umezingua. Ukiwa na, apa, e... na... demu mbovu, tunakwambia vakeka, demu ni kabovu

Alafu wenye au support. Watoe comment na watoe sababu. Mimi niko upande wa wenye au support. Tena nikupatia dakika tano. Utoe kwa nini sahihi? Dakika tano zishaisha. Labda ujui simu. Kuna ndoa ishavunjika sababu ya simu. Ndoa ya nani? Nyingi. Poza kwanza. Mhm. Poza. Yaani ndoa inavunjika juu ya simu Laki tano, milioni, vunja okay. Ukiacha, ukiacha simu ya laki si tano ta simu ya milioni moja inavunja ndoa, ukiacha simu ya mume wako mnaga jema, mimi nakupa mm -mm. Sasa ushauri wa bue, ukitaka ndoa yako idumu, achana simu. Hapa vinaingia hapa vinatokea, ila mimi nakushauri ushauri wa bue Mm. Ukitaka ndoa yako idumu mm, chana simu, simu, simu. Mm. ni kweli wa dada, tuachane na simu za ume zetu, achana nayo simu hiyo, unakona kisini kadogo kamabiba hayo mambo naezakakakuuliza ako sikia siku nzima makamasi, ukampigia mama simu na kwa sasa unaenda kuchukua simu ya mtu ambaye anakukea ana, ana anakuhudumia anakujali anakufanyia kila kitu, lakini namwe mpunguzeni vituko na matukio. Yani ukisema tupunguze vituko yani, mwambie binadamu aache kula. Wanaume ndio tumeumbwa, si ndio? Nyinyi matukio makubwa makubwa, nitapiga matukio mpaka mseme, tutakufa na pressure mtoni au room. Mwache nitune hizi simu na kuwafatilia na kuwafatilia fatilia, lakini mfatilia mwanaume kufatwa, kufatilia ni labda akuhudumia, kuna mtu mwingine anahudumia, ni labda akupi muda, unasema labda kuna mtu mwingine anampa muda. Lakini mtu kwenye simu mnaongea, mnaonana, ukiwa na shida na kukea, anafanya nini? Unaenda kwenye simu kutafuta nini? Tafuta kazi zako kupa kila kitu akupike akupi mda nakuwa, ha, na akikupa e na eh sa na kitu cha kumake busy unamwelewa wewe, kwenye simu akupi mda asa, huyu sasa una unajua, kwenye ile simu, kwa sababu ya si ndio nimekwambia Mondo, si kushika simu zenu hapana, pako bukasusula tu na kosa au kapi mda sasa, kwa hiyo muda uko msimuoya e. <laughs> mwachana hizo simu, simu ni fobo, achana nayo ni kitungu maji. Eh. Na nakwambia tu hata ukiingia kwenye yo simu ukakuta hamna mambo ya mambo ya jabu

Ah, hajawahi kunikuta hata kama nikikuta na kwa sio ya kuumiza. Ya mm. Unaona? Ni kawaida tu ambayo yenye kila binadamu anaweza kufanya. Yenye leo ume enjoy. Anaulizwa unaingia msimu hivi, ameenda kubafu, kunaona jasho limekutoka leo, ume enjoy. Anamwambia wallahi, nimeenjoy sana. Asante. Wallahi asante. Tunaona tena lini? Takwambia mwa hii wiki. Mahusiano yanapokwisha wewe, una sapoti au na sapoti usishiki simu? Tumekubaliana kwa upande mm, tumekubaliana? Tumekubaliana. tumekubaliana. Wangu. Wangu. Nasa, tumekubaliana, eh? Tumekubaliana. Ushindi, ushindi wangu ni hivi wenye natusab... yani, wenye wanakubali kama sio fea kuchukuliana simu watupe comment na wenye hawakubali watupe sababu Si tumemaliza kutani. Kipindi kijacho maa kijacho for the next